ambalo nililileta kwako, moja kati ya ombi ambalo nilileta kwako ndio, wakati wa kampeni zangu niliahidi soko litakalojengwa Kipampa, sawa. na litaitwa Wasafi Night Market. Sawa. Sasa mzee, ndio uma ndo huu. Wengine walisema Babalevo anaongopa Diamond hawezi kuweka hela yeah. Naomba uwaambie ndugu yangu tunaanzaje? Ni unanitoaje mzee wangu? Okay. <laughs> Baba leo tangia mwanzo nimekuambia, ulipo wewe mimi nipo. Naanza na kuweka milioni 100, itatosha? Eh, inatosha mzao. Naanza na milioni 100. Nipe milioni 100. Milioni 100. Niwe pesa bwana. Ni wapi diwani wa Kipampa? Diwani huyo hapo, akata huo ni soko lake. Wasafi Night Market. Wasafi Night Market. <laughs> Mheshimiwa diwani. Baba <laughs> leo kanaambia, nimelipokea na kwa kuanza na ameahidi milioni mia kuanzia kujengwa hilo safi. yeah, yes. Na mi sema kitu kimoja yeah. Kabla ya ataka kuja ongea na Babalevo ni Babalevo, kabla sijafika, naambia nataka tuanze na rasharasha rasha gani huko watu, ili watu wasione bla hatuna bla bla, si. Nikamwambia akasema tukianza mwanzo mtu si akaona kama ataka kutoa rushwa hapa nyumbani kwetu Ukawambia kama soko utaleta hela soko, hapa nyumbani kwetu, hapa nyumbani sisi, watoto wa Kigoma. E baba, kigogo ipo. watu wa Kipampa wasafi, Night Market tumepata milioni mia kutoka kwa Diamond Platnumz, hela ya kuanzia simba, simba. simba, simba, simba, simba, simba, simba. Kigoma, kigoma